Vodacom, kazi ni kwako. Mwaka 2013 serikali ilikopa fedha zaidi ya shilingi dola, shilingi dola za Kimarekani milioni 600 kwa ajili ya miradi mbalimbali ya maendeleo kupitia hati fungani ambayo wataalamu wote duniani wanasema ilikuwa ni ghali na kimsingi tunapaswa kuwa tumeanza kuilipa kuanzia mwezi Februari mwaka huu na itakapofika mwaka 2020 hati fungani hii itakuwa ime tumepaswa kutumeilipa yote, na kiwango cha fedha kutokana na riba ambayo tumepewa tutakachoenda kulipa ni dola za kimarekani milioni 897 zaidi ya shilingi trilioni mbili ambazo ndo nchi italipa. Lakini hati fungani hii imeonekana inarushwa rushwa, waliopelekwa mahakamani ni waliowezesha rushwa. Mtoa rushwa hayuko mahakamani, mpokea rushwa hayuko mahakamani, kwa sababu wale waliopata biashara hii ni Standard Bank ya Uingereza. Tungependa kuona TAKUKURU wakiishtaki Standard Bank ya Uingereza, na kuna maslahi ya taifa katika jambo hili, mheshimiwa mwenyekiti. Ukiishtaki benki hii unapata faida mbili. Faida ya kwanza, ikigundulika walitoa rushwa kwa ajili ya kupata biashara walioifanya Tanzania Tanzania itafutiwa deni lote la shilingi trilioni mbili. Faida ya pili itakuwa ni salamu kwa makampuni mengine ya kimataifa kutokuja kuhonga nchini ili kupata biashara. Sasa maslahi ya TAKUKURU ni nini? Maslahi ya TAKUKURU ni kupata picha za watu wamebeba ndoo wamepelekwa mahakamani, au maslahi ya TAKUKURU ni nchi kuepuka deni kubwa kiasi hiki? Nini maslahi ya TAKUKURU? nilikuwa naomba waziri atakapokuja kutueleza hapa alione hili kwa mapana yake. Tuna deni la trilioni mbili ambalo tukiweza kuwafikisha mahakamani Standard Bank tukathibitisha walihonga ili kupata biashara ile, linafutwa leo hivi tunavyozungumza, na nitawasilisha mezani Mheshimiwa e, Mwenyekiti, nyaraka kadhaa kadhaa, mojawapo ni barua ya Watanzania elfu mbili duniani kote wameandika kwa taasisi ya Serious Fraud Office ya Uingereza kutaka kesi ile ifunguliwe upya. Hao ni Watanzania wenye uzalendo wako nje, wameandika kutaka kesi ile ifunguliwe upya. TAKUKURU haifanyi chochote, niko naomba mheshimiwa Spika na mwanasheria mkuu wa serikali yuko, bahati nzuri amekuwa ofisi la mwanasheria mkuu muda mrefu, watazame hili jambo lina maslahi mapana ya taifa. Msifurahi tu kukamata watu wa dola milioni sita. Kuna trilioni mbili za kuokoa na tayari kuna watanzania wameshatuanzishia hili. Nilikuwa naomba serikali iungane mkono na Watanzania, TAKUKURU ianze uchunguzi dhidi ya benki hii ya Uingereza. Na bahati mbaya sana mwenyekiti, ndani ya ofisi ya TAKUKURU kuna washauri wa kutoka Uingereza wanayoshauri TAKUKURU kuhusu kesi hiyo. Sasa naweza mkaona namna gani ambapo mgongano masla, eh, wa maslahi unaingia katika jambo hili, kwa nilikuwa naomba jambo hili litazamwe, na naamini kwamba mkurugenzi mkuu atakukuru yuko hapa. Hili ni jambo ambalo linaweza likaiokoa nchi na likatuma salamu na tukao nchi ya kwanza katika bara la Afrika ambayo inatuma salamu kwa makampuni ya kimataifa kwamba msije kuhonga watu wetu. lakini kutokana na kuvutavuta miguu kwa serikali, mimi niko naomba bunge lichukue jukumu hili, sababu serikali inaweza ikafanya, lakini ikaonekana ah, serikali za nchi maskini hizi ukizikopa hazilipi. Bunge lichukue hili jukumu, kanuni ya mia moja na ishirini kanuni ndogo ya pili ya Bunge, nilikuwa naomba tuitumie kanuni hiyo kuomba bunge hili mara baada ya hoja hii kwisha tuunde kamati teule kwenda kuchunguza jambo hili na nawaambia, nchi itapata faida kubwa sana na tutakuwa na sifa kimataifa, kuzuia makampuni makubwa ya kimataifa kuja kuhongahonga watu wetu kupata biashara kama hii biashara ambayo ilifanyika, na tutaokoa trilioni mbili za pato la taifa. kwa nini kwaomba jambo hilo liangaliwe. La mwisho Mheshimiwa Mwenyekiti, kulikuwa na uchunguzi unaoendelea kuhusu IPTL Tegeta Esco taarifa zote ambazo TAKUKURU wanazitoa ya kupeleka watu mahakamani, hili jambo haliguswi. Kulikuwa kuna maazimio ya bunge hapa kwamba swala hili lichunguzwe, na aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU alishatangazia umma uchunguzi umekwisha. Kwa nini watu waliohusika na Tegeta Escrow hawajafikishwa mahakamani mpaka sasa? Kwa nini? kinachoogopwa ni nini? kwamba kuna majipu mengine yanaonekana mengine ya mgongoni hayaonekani, hamwezi kuyatumbua. Mwenyekiti, hili jambo tunapoteza bilioni nane kila mwezi, tunailipa kampuni ya matapeli ambayo iliiba fedha benki kuu, wakatumia fedha zile kuchukua mkopo, wanazalisha umeme. Eight billion every month, tunawalipa. Kwa nini takukuru hawajawafikisha watu hawa mahakamani mpaka sasa? Nikuwa naomba jambo hili pia iweze kuangaliwa ili tuweze kuhakikisha kwamba nchi inapata faida inavyostahili.